Ninakuwa na, na utata kisiasa na kisheria. Mwanakabila ni mwanajeshi jenerali katika jeshi la Congo ambaye aliandika barua ambayo anaita kwa kifaransa mise en disponibilite kwamba nipewe kwanza nafasi niende kwenye mambo mengine alafu baadaye naweza nikarudia kwenye jeshi. Sasa ukiwa huko kwenye hali kama na hiyo katika kazi yoyote, ni kwamba umepewa tu nafasi kwamba uh, kwa muda huu huko kazini, lakini muda wote unaweza ukarudi kazini, wakati haswa nchi ikivamiwa watu kama na hao wakiwa wanajeshi wanaitwa mara moja au wanajiripoti wenyewe kwenye idara ya ulinzi, ili waseme kwamba sisi ni wanajeshi ambao sasa hivi hatuko kazini kwa sababu hizi na hizi, lakini kwa kuwa kuna hali ambayo inabidi sisi wote tuchangie kukingia nchi, lazima tu, tu, tujiripoti. Sasa badala ya hili ilisia tu iko Afrika Kusini na sasa Goma, sasa hapa kisheria tayari bila na mambo mengine yote ya kisiasa anayosema kwamba yeye ni mwanzilishi wa, wa M23 au wa hapana, ili inamshika kisheria alafu kisiasa. Uh, haieleweki. Naam, Bwana Mirefu, unadhani kwa nini Kabila amechagua kurudi haswa baada ya hatua ile ya Seneti kumwondolea kinga ya kushtakiwa? Ana nini la kupendekeza leo? Alikuwa miaka kumi na nane kwenye utawala, mambo haya yakuendeka lakini leo kuna nini jipya ambalo a, amelipata amelibuni, ambalo anafikiri anaweza kuwaambia watu na wakakubali na wakajua kwamba kweli huyu jamaa amesema, tunaweza kumkubali. Kumbuka yeye mwenyewe alitambusha muhula wake ofisini kwa miaka miwili, a, timing yake pia imeonyeshwa kwamba ni hilo hilo kwamba hana lingine, hana la kusema. Nafikiri kina chake kilikuwa kinasoma bora kuliko hotuba aliyoifanya siku ile. Sasa leo imeonyeshwa kwamba kweli hana hana argument labda akienda mbele, mbele ya mahakama hana la kusema, mbele ya senate hana hana la kusema sasa anafikiri kwamba awe na hoja ya nguvu kwa sababu hoja zake hazina nguvu. Nafikiri kila namna hiyo, tutarajie nini haswa kutoka kwa mamlaka nchini DRC? Kumuhitaje labda kama ni kwa mazungumzo msimamo wao tunaojua kwamba hawatazungumza na waasi. Sasa hiye anaonekana kweli kwamba alivyokuwa anashutumiwa kwamba yeye yuko upande wa waasi, sasa leo yuko wazi wa upande wa waasi. Kwa hiyo sijui watamhitaje, labda kutakuwa mabadiliko kesho, lakini kwa leo wakongomani wote hawataki kusikia mambo ya mazungumzo na waasi, hawataki kusikia mambo ya kuchanga jeshi wala ya kuchanga serikali. Sasa ikiwa hii ndio anategemea uh, itabidi kuwa mabadiliko makubwa.